Yeah, nafikiri kwa mchezo ambao umeamuliwa na ubora na position zote mbili, ubora wa Simba umeamua game tu. Uh, haikuwa mchezo mgumu sana kwa Simba, lakini ulikuwa mchezo mgumu zaidi kwa Pamba kwa sababu position yao kwenye ligi haiko pazuri, wako chini chini kule wanahangaisha, na nadhani wanabakiwa na mechi mbili, sio kama mbili au tatu zilizobaki uh kuna wakati fulani hivi kucheza na timu kubwa kuna mpango kazi lazima uwe nao, usione aibu kujilinda unapocheza na timu kubwa kwa sababu yenyewe kuna vitu vingi na kushinda uh, ukitaka kupishana nao kwa ubora wa Simba na Pamba uh, hauwezi kufanya hicho kitu kwa baki salama. Kwa hiyo kwangu mimi nilidhani mwalimu approach yake kwa adili ya Simba haikuwa nzuri, haikuwa sawa sawa. S -s -s watu hawato hawatoshangaa Pamba kufungwa na Simba lakini kitaka kushangaza ni idadi ya magoli. Si stori kufungwa goli tano, sita, saba, lakini ukifungwa moja, mbili, lakini umefungwa na Simba, hakuna shida yoyote, inategemea na gemu ilikuwaje. The way ilivyokuwa game, wangeweza hata kufungwa goli nane kwa sababu ilikuwa ni gemu ya upande mmoja. Kuna mrate vipi Ahua? Leo amefunga goli tatu. Kuna kipindi wana Simba wanazungumza kwamba kuna muda na kuwa yuko slow, lakini leo amepatia timu goli tatu. Yeye uh, mwenyewe pia ameondoka na tuzo man of the match, lakini pia na mpira. Nisinge uh, ningeshangaa kama nisingeuliza swali hilo, kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao uh, sijawahi kusema kama sio mchezaji mzuri, lakini ni mchezaji anapaswa kuongeza umakini uh, kuongeza na ubora hasa inapokuja kwenye mechi ngumu na kubwa mechi ya pamba oh, sina shida mimi na, na Ahwa. Of course, naweza ku admit kitu kimoja tu, amefunga magoli mawili mazuri sana free kick, quality ya mpira ulivyopigwa. That was fantastic. Hakuna goalkeeper anaweza kuzuia pale. Lakini header, always magoli ya kichwa huwa ni mazuri. The effort aliyofanya na kufunga, fantastic. Shida yangu mimi na Ahwa ni ugoigoi when it comes kwenye mechi ambazo zinamtaka mchezaji wa aina yake kuinuka na kuibeba timu huwa aonyeshi hicho kitu, lakini when it comes to Pamba, si unacheza na Ken Gold, funga hata magoli sita, mimi I don't care. Laki, tunacheza cha, cha uh, Confederations Cup, I want to see you hii quality uliweka hapa against Berkane, then mimi nitasema this is a player mchezo, yes, uliopita mwalimu alianza na Desem Kwala, leo hii ameanza na Christian Ateba, amempa magoli mawili. Watu wanakuwa wakizungumza kwamba Simba bado hana namba tisa ambaye amekamilika. ame kwako performance ya Ateba leo hii unazungumzaje? lakini kwenye eneo hilo pia la ushambuliaji kwa upande wa Simba, kukamilika sijui ina maana gani kukamilika. Naam? na hisi kwenye ufungaji, yeah, anybody can score. inategemea tu na movement na moment ya wakati huo ndio maana wakati mwingine hata mabeki wao wanafunga pia. Lakini kwangu mimi kufunga ni tukio la mwisho kabisa kwenye mpira, baada ya matukio mengine ya mpira kufanyika. Kwa hiyo namna gani wewe unakuwa unahusika kwenye matukio mengine ya mpira? Regardless unafunga au hukufunga. To me you can be a good striker. Namna unavyocheza mpira wenyewe. Football is an art. Namna ya kucheza kwanza, kabla ya kumalizia hilo tukio la mwisho. Naweza kukupa mfano, wakati fulani hivi Chelsea ilikuwa inacheza msimu wake wa kwanza wa Didier Drogba. Alistruggle sana. Uh, lakini Drogba alimaliza ligi akiwa ya uh, maisha yake ya kucheza EPL akiwa ya kama mfungaji anayeongoza Mwafrika wa EPL, mfungaji bora wa Chelsea misimu miwili, legend amemaliza pale, lakini alivyocheza msimu wa kwanza kabisa. Kila mtu ni namna gani involvement ya mchezaji anavyojihusisha na mchezo, him being a striker, atakuja atascore tu, na ukiniambia kati ya hao watu wawili, the player ambaye namrate kama good striker ni Mukwala. I've been open and clear mara mwisho tumezungumza mbwenu enu, ukasema ungekuwa na mamlaka ndani ya bodi ya ligi, mara baada ya barua ya Young Africans kutoka CAS kurejeshwa, yeah. ungesema kwamba tarehe imepangwa, tarehe imepangwa, lakini maoni pia yameibuka upya tena kwamba kulikuwa kuna taarifa za uchunguzi unafanyika, lakini hakuna chochote, lakini tarehe imetoka. Yes, bahati nzuri sana tumeongea siku ile jioni, tumeamka asubuhi na ratiba ilikuwa nzuri sana, na of course mimi ni katika waliofurahi kwa sababu mpira wetu tunapaswa ku kuongoza katika njia ambazo hatuna hatu hofii hatuna makando kando tu. Nilisema mimi timu hizi mbili ndio timu zinazoonea wengine, sio timu zinazoonewa. Mimi siwezi kuamini kama Simba inaweza kuonewa au Yanga Africans inaweza kuonewa, ila hizi timu ambazo zenyewe zinaonea wengine. Na hata TFF na bodi ya ligi wakiwepo pale, mimi naweza kuambia kwamba nyinyi mnawaogopa hawa watu, na ndio maana ligi na timu kumi na sita ni timu kumi na nne peke yake ndizo zinazocheza ratiba ya saa nane. Nyii waandishi wa habari, mmewahi kuona Simba wanacheza saa nane au, au Yanga? Lakini si ni ligi hiyo hiyo ambayo JPT na timu zingine zote zinacheza saa nane? Why not Simba, why not Yanga? Zenyewe zinacheza ligi ya wapi? Lakini kwa sababu TFF wanawahofia Simba na Yanga, nguvu walioipata Simba kusema si hatuchezi, hata kama walikuwa na, na sababu lakini tu kusema hatutocheza au hatutoshiriki mchezo, ni kwa sababu they feel they are big. Na yanga leo wanasema hawachezi hata kama wameshindwa kwenye kesi, kwa sababu they feel they are big. Na nani amewafikisha hapo? Hao amewafikisha, tuliwafikisha hapo, ni sisi wa Tanzania. Wako watoto tu mtaani hivi, wakikusikia unasema, wakiona umeandika kitu, watakwambia, Yanga Yanga timu ya serikali bwana, sisi sisi tuna waziri fulani. Simba the same, watu watakutajia mpaka wame wamefanya wame wamegombea uhuru kwenye nchi hii. Watakwambia kama sisi tumekuambia uhuru bwana. Sisi ndio timu fulani. Na kwa sababu hii haianzii kwao. Inaanzia hizi timu ndio zimegawa nchi yetu. Sawa, wako mawaziri ambao wanazipenda hizi timu. Wako viongozi wakubwa wa serikali wanazipenda hizi timu. Sometimes, wanashinikiza mpaka maamuzi kwenye hizi timu. Wako viongozi wa chama wanazipenda hizi timu. Sasa tulipofikia ni kama tulikuwa tunafuga watu au mifugo hivi. Alafu imenenepa imetoka kwenye, kwenye zizi. Hatuwezi tena tulipofika hapa tunakwama kwa sababu hizi timu ni kubwa sawa. Kwayo... kwa hiyo kilichofanyika kwangu mimi of course ni sawa sawa. Haya basi tuzungumzie kuhusu uchunguzi. Kwani Yanga wakati wanapeleka swala lao CAS walijua kuna uchunguzi au hawakujua? Jibu ni kwamba walijua kwamba kuna uchunguzi. Kwa nini hawakusubiri uchunguzi? Waliamua kupeleka jambo CAS. CAS ndio sehemu ya mwisho kabisa ya kumaliza migogoro ya michezo duniani ambayo katiba za mashirikisho yote iwe ya nchi si ukafu FIFA wanaitambua, wana wanaitambua CAS kama ndiyo sehemu ya mwisho ya kumaliza mgogoro wa michezo, sio? Wameenda CAS kule Yanga, mgogoro ule ume, umemalizwa na CAS, umeisha. Ukirudi huku, what next? Kama kama TFF na bodi ya ligi na Simba wangeshindwa kesi, maana yake si Yanga wangepata point tatu, si ndio? Kwa sababu Yanga waliomba point tatu, waliomba na tarehe ya shauri dogo lilikuwa tarehe wali kuwazuia bodi wasipange tarehe. Kama wangeshinda Yanga, maana yake bodi wasingepanga tarehe na pia wale wangepewa point tatu, si ndio? Wameshindwa, what next? Bado uchunguzi ni wa nini? Kama uchunguzi ulikuwa ni kitu muhimu, Yanga walipaswa kusubiri uchunguzi ili wa-exhaust committees za ndani, lakini wao wakuona huo muhimu, wanautaka leo baada ya kushindwa kesi, unasema hawana imani na bodi. Ah, sijui tafsiri yake. Sana sana unapokuwa unakosa imani na bodi sio uendeshaji wao wa ligi na kila kitu hao. Bwana, sisi hatuna imani nao. Sisi tunakaa pembeni. Kama wanaweza kususia mchezo mmoja, why not zote? kwa sababu si mchezo mmoja tu. Katika kanuni zilizopita ungeweza kukushusha madaraja mawili, kama leo unaweza kuku, kuku, kukunyima alama 15 ikakunyima ubingwa. Timu zote zinapoanza ligi zinatamani ubingwa, we utaki ubingwa, unasema mimi sitaki, sitaki kucheza, upoteza alama 15. Kwani wewe unashindwa kususia mechi zingine? Kelele za bodi kuwa huru, unadhani zina tija kwa timu? Uhuru maana yake nini? Tuanzia hapo, bado ipo, ipo chini ya TFF. haina mamlaka kamili yenyewe, kama yenyewe pia haichagui viongozi wake yenyewe chafu viongozi wake wenyewe. Bodi ya ligi, ya ligi ni chombo cha TFF kilichoundwa mahususi kwa ajili ya kusimamia ligi za TFF. Bodi ilianza kama kamati ya, ya, ya, ya ligi ilikuwa ni kamati ya ligi. Mashindano yote ya TFF yalikuwa yako chini ya kamati ya mashindano A, idara ya mashindano ambayo ina kamati ya mashindano. Sawa. Mimi nimewahi kuhudumu hapo nikiwa kama mkurugenzi wa, wa, wa mashindano ambaye ndio katibu wa kamati ya mashindano. Sawa sawa. Lakini baadaye ikaundwa hiyo kamati ya ligi ambayo ilikuwa kazi yake ni kusimamia ligi kuu tu. Baadaye hiyo kamati ikabadilishwa ikawa bodi, ikaundwa Bodi ya Ligi. Bodi ya ligi ilikuwa inaitwa bodi ya ligi kuu. Sawa. Kwa sababu ilikuwa inasimamia ligi kuu tu. Ligi zingine zote zilibaki TFF wakaongezea daraja la kwanza ambayo inaitwa championship wakaongezea daraja la pili ambayo inaitwa first league. Kwa sasa hivi na ligi tatu tu inasimamia, ligi zingine zilizobaki ziko TFF. Ligi ya wanawake iko pale TPLB sijui, uh, alafu ligi kwa mfano iko kwenye soka kamati ya wanawake huko. Alafu kuna FA inasimamiwa na idara ya mashindano na kamati ya mashindano kuna hizi zingine ligi zingine zingine, zingine sijui mabingwa wa mikoa nini, nini wako huko sawa sawa. Uh, sasa kama hiki ni chombo cha TFF kimeundwa mahususi kwa ajili ya kusimamia ligi zake na, nani ana composition, na formation ya, ya bodi inatengenezwa na vilabu vilabu hivyo Yanga ipo, Simba ipo, JKT ndio zina fomu hiyo kitu na ina, ina, ina, u, uchaguzi wake inafanya kuona kwamba hiki ni kitu separate. Kwenye vikao kule vya bodi ndo waseme bwana sisi tunataka sisi wenyewe tuwe huru. Timu zote za ligi kuu ni wanachama wa TFF. Wanaenda kwenye mikutano mikuu waya hawazui hiyo hoja. Wanataka kuizua hoja leo tena nje ya vikao. Hizi hoja ni nzuri zipeleke kwenye njia sahihi, kwenye vikao vikuu. Tuliona mkutano mkuu wa mwisho mwenyekiti wa, wa Simba Mangungu na rais wa Yanga Afrika. Walikuwepo na wao walifika mbali kwa kusema rais wa TFF agombee peke yake.